Mwanamke wa maisha yangu hanikumbuki tena, Titus. Titus akapumua kwa nguvu akimtazama kwa huzuni. Usijali, tutatafuta njia ya kurudisha ufahamu wake, lakini tunapaswa kuondoka hapa haraka kabla hatujakutwa kwenye kordo. Askari walikuwa wanakuja kwa haraka kwenye chumba cha Sirena kutazama, ni kama walisikia sauti za Titus na kijana maskini ndani ya kisiwa cha asali na maziwa, upepo wa bahari ulikuwa unaonekana kwenye sura ya Kaisari, macho yake ikiwa mekundu, mwili wake ukiwaka na hasira ya hofu ya kumpoteza Livia, mwanamke wa maisha yake. Mfalme Julius Kaisari alikuwa amesimama akimtazama Nero kwa hasira. Nero, kuna kitu kimejificha kwenye sura yako na nahitaji kukijua haraka. Siri yangu imefika masikioni pa mtu ambaye hakupaswa kujua. Niliondoka nikidhani dunia nzima inaniona nikielekea kusini, kumbe macho ya mke wangu yalikuwa nanifata hadi kwenye kisiwa changu cha siri. Nero akainua kichwa taratibu, macho yake kijaa taharuki. Unamaanisha nini mfalme wangu? Kaisali akapaza sauti ya juu kwa hasila zaidi, unajua, unajua vizuri ninachomaanisha Nero. Ulikuwa mtu pekee unayejua lengo la safari yangu ya kuja kwenye kisiwa hiki, wewe na mimi tu, Nero, hakuna mwingine. Wewe ndiye nilikutumia barua kukwambia asili yangu. Sasa niambie, ni nani aliyemwambia zaidi yako? Nero, ni nani aliyemwambia Livia hii siri? Nero aliingiwa na hofu kubwa sana, kisha akaanza kuongea kwa heshima mbele ya mfalme. Kwa heshima ya jina lako mungu wangu Julius Kaisari, na hapa, sikumwambia mtu yoyote yule, hata upepo wa bahari haukuwahi kuijua siri hiyo. Nililinda kila neno kwa damu ya mfalme wangu Julius Kaisari. Kaisale akamwangalia kwa muda mrefu, akipumua kwa hasira, macho yake akapotea kwa sekunde chache, kisha akasema kwa sauti tulivu lakini yenye sumu. Ninataka kukuamini Nero, umekuwa kwangu kama ndugu, kama rafiki, lakini dunia hii imenifunza usiuamini hata moyo wako mwenyewe. Mfalme wangu amini mimi, ni bado yule yule Nero askali wako mwaminifu, niliyelinda siri zako kwa miaka na mikaka. Hata ile barua uliituma kwa mkono wa Titus ukiamuru kifo chake, bado ninaitunza siri hiyo. Kaisali akasogea karibu zaidi, akimtazama kwa macho ya kung'emua siri. Naanza kukuelewa Nero. Inawezekana kuna mtu aliisoma barua hiyo kwa siri, lakini hiyo inamaanisha kuwa umeshindwa kutunza barua yangu kwa uaminifu. Haya, ilete hapa haraka ni ichome moto, kisha tutafakari ni nani atakuwa aliisoma barua yangu, ili nimchagulie kifo cha maumivu, kifo ambacho dunia itabaki kukumbuka. Sawa mfalme wangu, wacha nikuletee barua wa hiyo sasa hivi. Kisha kwa haraka Nelo akatoka na kuelekea kwenye chumba chake. Nelo alifika hadi mahala alipoificha barua hiyo, lakini alipigwa na butwa, hakukuwa na kitu. Akasimama hafla apigwe ya moyo wake akienda kasi Alihisi huenda labda aliiamisha barua hiyo, akaanza kutafuta kila mahali alipohisi huenda aliiweka, lakini aliambulia macho matupu. Uso wake ukabadilika ghafla, akashika kichwa. Hapana, haiwezekani! Barua ilikuwa hapa, niliificha mwenyewe usiku ule. Lakini ghafla, kuna kumbukumbu kumbu ilimjia haraka kama miale ya radi, kumbukumbu ya ile siku walipomkuta Titus ndani ya chumba. Bari, kabla hatujaendelea, naomba usubscribe, ulike na kisha niandikie kwenye comment, unaangalia simulizi hii ukiwa wapi? pio balua niliyokuagiza wilete, mfalme wangu. Nimemjua msaliti wako si mwingine lakini kabla neno hajalitaja jina la Titus, walisikia sauti za askari wakipiga kelele nje. Ndani ya chumba cha meli iliyotia nanga pembezoni mwa kisiwa cha asali na maziwa, Livia alikuwa amekaa peke yake, mkono shavuni, macho yake ikiwa mekundu kwa machozi yasiyokauka, akiwa ameangukia katika dimbwi la hisia zenye maumivu, huzuni na mshangao mshangao wa kuona mumewe alitamani kufanya mapenzi na nguva tena, kinyume na maumbile. Hivyo alihisi udhalilishaji huo ukimuunguza ndani ya moyo kama moto. Machozi aliendelea kumtililika taratibu. Chumba hicho kilitawaliwa na ukimya mzito wa huzuni, lakini katikati ya ukimya huo wazo moja lilimjia hafla, mwanamke huyo Titus. <tipos> <tipos> aliamini kabisa kwamba Titus alimwacha mikononi mwa Kaisari, kwa hali kwa vile alikuisha olewa na alibeba mimba ya mfalme lakini sasa yeye ndiye aliyetuma barua ya Kaisali kwake. Livia hakuwa na shaka, ilikuwa kazi ya mtu iliyekuwa anapigania kitu anachokipenda kimya kimya, lakini akipaza sauti kupitia vitendo. Livia alijiuliza kwa sauti ya ndani, kwa pumzi iliyovunjika, Titus, kwa nini sasa kwa nini usubiri miaka ni yote hii? Kwa nini ulijifanya kama haujali? Haukuwahi kuniambia chochote, haukuwahi kuniangalia tena kwa upendo. Livia aliendelea kuzungumza maneno hayo moyoni, machozi yakimtililika. Kwa nini ulinitumia barua Titus, ili nimchukie mume wangu, kisha nikumbuke jinsi ulivyonipenda na kuniheshimu. Kisha alinyanyua kichwa chake, akafungua macho yake, yalikuwa amevimba kwa kulia. Uso wake sasa ulikuwa na mwanga wa maamuzi. Midomo yake ikatetemeka, lakini alitamka bila hofu, huku akitabasamu taratibu. Titus, Nimefurahi kujua bado unanipenda, na nitakuwa tayari nitakuwa tayari kurudi mikononi mwako muda wowote utakaponitaka. Hakutamka kwa hofu maneno hayo wala kwa mashaka, bali alisema kwa sauti ya uhuru, sauti ya moyo uliochoka kuhesabu kumbukumbu za uchungu na sasa alitaka kupenda tena. Hakujali kile ambacho kitatokea, kama Julius Kaisali atajua. Hakujali kama damu itamwagika au milango ya kasri itavunjwa. Katika dakika hiyo, aliamua kuwa mwanamke huru, malkia wa Titus. Mwanaume aliyempenda kipindi kingine anaifananisha sura yake na shetani. Mbali na vurugu ya msako wa nguva Sirena kwenye meli ya warumi kwenye kile chumba alichohifadhiwa kijana maskini kulikuwa na ukimya mlango wa chumba ukafunguliwa kwa kishindo askari mmoja akaingia kwa haraka akijaribu kutazama kama nguva Sirena amefichwa ndani humo lakini alipofika katikati ya chumba alishangaa kumwona Titus. Titus alikuwa amefungwa mikono yake kwa haraka askari huyo alimfungua Titus, Titus. kijana maskini ndio amekufunga hivi ina maana yeye ndo amemtorosha nguva Sirena? Titus akajifanya kusikia maumivu, akavuta pumzi kana kwamba alikuwa akiumia, kisha akasema unasema nini? Maria kaisali imetoroshwa ndiyo? Titus, watu wote tumechanganyikiwa, tulikuwa tumjui aliyemtorosha, lakini sasa tushapata picha kamili. Wacha nikampe taarifa mfalme. Kisha askali huyo akatoka kwa haraka akifuatiwa na Titus nyuma. Lakini baada tu Titus alipoingia kwenye korido ndefu ya meli, alipohakikisha askali huyo ametoweka, uso wake ukabadilika. Alikuwa mwenye afya, mikono yake ilikuwa imara. Kumbukumbu za dakika chache zilizopita zilikuwa bado za moto kichwani mwake alikumbuka alivyokuwa na kijana maskini ndani ya chumba alichohifadhiwa. Silena haita alimgeukia kijana maskini na kuzungumza naye kwa sauti tulivu iliyojaa ujasiri: huu ndio mwisho wa mateso yako, lakini mwanzo wa majaribu mapya. Kisha akampa ramani ndogo yenye mchoro unaoelekeza kuelekea hadi kwenye mlango wa asili kwa kupitia njia ya pango la sili lililotengenezwa ndani ya kasri hadi kutokea kwenye fukwe za giza. Njia hiyo ilitengenezwa kumlinda kaisari na shambulio la hafla. Baada ya kijana maskini kupewa ramani hiyo, alikuwa amebaki ikimwangalia Titus kwa macho ya mtu asiyeamini anachokiona. Lakini, lakini vipi kuhusu wewe Utajitetea vipi baada ya mimi kuondoka? Kaita sakatabasamu. Usijali kuhusu mimi kwa sasa, jali kuhusu Silena. Mimi ni mwanaume wa vita. kijana maskini Usiku ulikuwa na upole usioelezeka na bahari ilikuwa imeamua kusahau zone zake za zamani na kujipaka manukato ya furaha. Mawembi hayakuwa makali, bali yalicheza kando ya mtumbwi mdogo uliokuwa ukiteleza juu ya uso wa maji kwa utulivu, kama boti ya ndoto ikivuka kutoka dunia ya mateso kwenda kwenye pwani ya furaha, pwani isiyo na jina. Kijana maskini alikuwa akiendesha mtumbwi huo kwa furaha. Sirena alikuwa akichekacheka huku akizungumza kwa furaha, akionyesha kuwa mtulivu sana. Sirena alizungumza maneno ambayo hayakuwa na maana yoyote, bahari ni glasi na samaki wamevaa kiatu. Kijana maskini pia alicheka. Sirena aliendelea kuzungumza <laughs> Unapiga maji juu, lakini mbuzi anakula jua, si unajua akini? <laughs> Ndio, akajibu kijana maskini akizungumza kwa sauti ya kutulia akiingia kwenye dunia ya Sirena. Ni kweli kipenzi changu Sirena. Mbuzi anakula jua, lakini si mbuzi wa ng'ombe ni yule mwenye pembe za maziwa ya jua. Sirena akacheka kufuraha kana kwamba amepata jibu sahihi la mtihani. Kijana maskini alicheka pia, lakini hakikuwa kicheko cha kijeli, bali ni kicheko cha mtu anayekubali kuingia kwenye mtu wa wazimu kwa heshima ya upendo. Kijana maskini hakuhitaji Sirena lodi kama zamani alimhitaji Sirena ambaye alikuwa naye sasa, yule anayemwona anayemchekea, anayesema maneno yasiyoeleweka. Kwa hakika walikuwa na furaha, bahari yenyewe iliwabeba kwa mikono ya mama, iliwapokea na kuwasafisha kwa utulivu wa ajabu. Ingawa hakuna kati yao aliyesema jambo la maana, lakini walifurahia maongezi yao, maana hayakuwa maongezi ya maneno bali alikuwa maongezi ya mioyo miwili iliyopendana hata kabla ya wazimu kuingia katikati yao. Hakukuwa na huzuni tena kati ya wawili hawa, bali kulikuwa na lugha mpya yenye maneno yasiyoeleweka, ya kucheka bila sababu, ya kusema bila kutegemea jibu la maana. Kisha ndani ya moyo wa kijana maskini akasema hakusema kwa sauti. Kwa sauti. kwa sauti bali kwa ahadi ya nani ya mtu ambaye hana chochote zaidi ya imani najua najua, najua hujui tena dunia najua. hii ni nini hujui mimi ni nani na labda hata moyo wako haujui upendo ni kitu gani lakini mimi najua najua wewe ni zawadi ya bahari na zawadi ya moyo mwanadamu. Mimi kijana maskini, Sirena, najua upendo wetu ulikuwa wa kweli. Sijui nifanye nini ili upone, sijui dawa gani nikunyweshe, au sauti ipi takurudisha lakini nakuahidi siku moja nitakuponya na akili yako itarudi kama zamani. Hii ni ahadi yangu kwako Sirena. Lakini hafla wewe binadamu mjinga, unafikiri Sirena alikupenda? Kumbe alikuwa za gamba habari. Huu ndio mwisho wa episode hii. Karibu kutazama episode inayofuata.